Ndio maana narudia wito wangu kwa wanakao. Nileteni kwa Gwajima. Nileteni kwa Gwajima. Si Magufuli aliongea kauli ya majonzi kiwango hicho kama anataka kulia yeah. Sijui aliona nini, siju mimi. Nadhani sasa wewe mtu mzima alirudia mara ngapi? Mara nne mara tano ya mwisho kama zile, ah, nizito, nizito, zile. Ah, Nileteni Gwajima, sio mara nne akaiweka na ile, nadhani Mungu alimuongoza kwa kuamna, kweli takuwa Mungu alimuongoza kwa sababu labda alikuwa anaona atakuja kufanya kufanya kufanya, kufanya jambo, ila tujajua aliona nini, ninachosema mimi, mimi dada mi nashukuru Mungu kwamba ni watu wa Mungu ifike mahala mm -hmm. wajue mtu wa haki yuko, yani ana sura gani? Kwa sababu mtu yeyote anayepigania haki, huyo ni muhimu sana kwa jamii. Lakini mtu yote ambaye ni kwa jamii ya wanyonge, hususani watu wanaumia, mimi nisijiweke hapo, kwa sababu nikijiweka hapo tayari utaanza kusema unapenda kumsifia mm -hmm. Aya, mimi simu ila jamii ya wanyonge E, ni kweli. Unajua, ukiwa ni ukiwa umeumizwa utataka kuona kuna mtu ambaye analia pamoja na wewe, lakini ukiwa haujaumia au hujawahi kuumizwa unaweza kaona ni kelele, wana vielele wanatumidomo. Lakini ukiwa ni mtu kuna wakati umewahi kuguswa, utataka sana sauti sauti na watu kama Gwajima ili yani usikie zile sauti, kusikie tu naona, yani hajafanya chochote, ila kusikia tu yale maneno yake, naona ni kuna kama matumaini fulani ambayo yanakuwa yanaingia kwenye mioyo. Lakini hivi hivi naweza kusema kwa... sijui kwa wengine, wengine wanasema amani amani wakati hapana amani, si kitabu kinasema hivyo? Yeremia anazungumza mm. Yeremia sita kwamba tunasema amani amani, wakati hapana amani. Kwa tunazungumza mlengo wa Biblia, hatuzungumzi mlengo sio wa kisiasa ha. Hatuzungumzi mlengo wa, wa, wa kisiasa na sema ndio hivyo, mtu kuelewa siasa siasa yenyewe ni nini hatufahamu, injili ni nini hatufahamu mpaka unasema da kwenye hii nchi basi, yani wanaheri sana machizi ambao yani chizi kabisa wale mataira ambao wanazunguka barabarani hawaelewi mambo yanapoenda, au labda wale wa vijijini ndani ambao yani wenyewe hawajui. Wanaheri sana hao watu ambao ndio ukiwaambia kuchanganya dini na siasa wanakuwa wanaelewa, lakini ukiwa na akili timamu inaumiza sana, inaumiza kwa, hatujajua Magufuli aliona nini kwa Gwajima na mpaka akamtaka lakini, tunaona wengi aliokuwa na wachagua yeye hata wakati wake walikuwa wachapa kazi kweli, na alikuwa watu wa haki kamdomo kamdomo, nime, nimeacha nimeshia.